Karibu tena kwenye Tunu za Kiswahili. Hadithi za kusisimua zenye mafunzo kwa familia nzima. Leo tunarudi katika kijiji kile kile ambacho kiliwahi kuwa kivuli cha mateso, lakini sasa kinang'aa kama almasi katikati ya jua. Lakini methali husema, mti wenye matunda ndio hupigwa mawe. Baada ya moto ule wa maafa kuzimwa na kijiji kuanza upya, kila mtu alianza kumheshimu kijana yule maskini. Alijulikana sasa kama Kito kwa sababu alikuwa kama kito kilichochimbuka toka udongo wa mateso. Watoto walimfuata kila anapopita, wanawake walimchekea kwa shukrani, na wazee walimuita mwana wa baraka. Kito hakujivuna, aliendelea kuvaa nguo zake zile zile za zamani, akijishughulisha na kazi za mikono, akipanda miti kuchimba mifereji ya maji na kuwasaidia wanyonge. Lakini taratibu, heshima ile kubwa ilianza kuibua kivuli kisichotarajiwa, wivu. Kijiji kilikuwa kimeanza kuona neema, lakini baadhi ya watu waliokuwa matajiri zamani walihisi kama nyota yao imezimika. Kiongozi wa zamani wa kijiji, Mzee Magoha, alianza kujisikia kutengwa. Mbona watu sasa wanamsikiliza Kito kuliko mimi? Aliuliza akiwa ameketi kwenye kiti chake cha mianzi. Nilikuwa mkuu wa kijiji hiki kwa miaka kumi, sasa kijana wa matambara anapata heshima zote. Aliwaita washirika wake watatu, Gunda, Liko na Saru, na kupanga mipango ya kimya kimya kumwangusha Kito. Tutamvuta taratibu hadi watu wamchoke, akasema kwa sauti ya chini. Tutaeneza maneno kwamba amehifadhi mali kwa siri, kwamba anatafuta madaraka. Methali husema aliye juu hupigwa na upepo. Wivu ulianza kuenea kama moshi usio na moto. Baadhi ya wanakijiji wakaanza kuulizana, kwa nini Kito kila siku yuko katikati ya mikutano? Si ni yeye anayeamua kila kitu? Labda ana malengo yake, wengine waliongeza. Lakini wale waliomfahamu walimjua moyo wake ulikuwa safi kama maji ya chemchemi. Kito hakujibu maneno hayo, aliendelea kufanya kazi zake kwa upole, akisema mara kwa mara ukweli ni kama jua, unaweza ukaufunika kwa muda, lakini utachomoza tena. Siku moja, Kito aliwaita wanakijiji na kusema kwa furaha, tumepata maji, tumepanda miti, sasa tuweke umeme wa jua ili watoto wasome usiku. Wote walipiga makofi, ila wachache walitabasamu kwa ndani, wakipanga njama. Mzee Magoha alituma vijana wake wawili kuvunja paneli za umeme usiku, na asuburi walieneza uvumi kuwa Kito ndiye aliyeshindwa kupanga vizuri. Kijiji kilianza tena kugawanyika, upande wa Kito na upande wa Magoha. Lakini Kito hakukata tamaa. Alikusanya watoto na akina mama, akawafundisha jinsi ya kurekebisha paneli hizo alisema "Ngome ya umoja haibomoleki." Baada ya miezi michache, wazee wa kijiji walikusanyika kumchagua kiongozi mpya. Kila mtu alimpendekeza Kito, lakini moyoni mwake alihisi mzigo mzito. "Sitaki kuwa mkuu," alisema kwa unyenyekevu, "nataka tu kila mtu awe na maisha bora." Lakini umati ukapaza sauti, "Tunataka Kito! Kito ndiye sauti yetu!" Mzee Magoha alinyamaza, macho yake akionyesha hasira iliyofichwa. Siku moja kabla ya sherehe ya kumtawaza, mvua kubwa ilinyesha. Mto uliokuwa umefurika ukavunja daraja lililounganisha kijiji na mashamba yao. Kilikuwa kilio, chakula chote kilibaki upande wa pili wa mto. Kito hakusubiri kupewa amri, aliongoza vijana, wakavua viatu, wakajitupa kwenye mvua, wakaanza kujenga daraja jipya kwa miti na mawe. Alipiga kelele tusiogope, maafa haya si adui, ni mtihani wa umoja wetu. Wakiwa katikati ya maji, daraja lilianza kuyumba, wengi wakaanza kukata tamaa, lakini Kito akasimama, maji yakimpiga usoni, akapaza sauti, uvumilivu ni nguvu, na nguvu ni tumaini, tuendelee. Baada ya saa nyingi daraja jipya lilisimama, kijiji kilipiga makofi, mvua ikiacha kunyesha, kana kwamba mbingu pia imefurahia. Usiku ule ule, Magoha, akiwa na hasira, aliamua kufanya jambo la mwisho. Aliwaka moto kwenye gala la kijiji, akijaribu kuficha alama zake, lakini bahati mbaya, upepo ulienda kinyume, moto ukasambaa hadi kwenye nyumba yake mwenyewe. Wananchi wakamwona akilia akihangaika. Kito aliposikia hakuchelewa, alienda kumwokoa. Alimtoa nje ya moto akimshika mkono bila chuki. kwa nini unaniokoa? Magoha akauliza kwa macho ya aibu. Kito akasema kwa upole, kwa sababu chuki haizimi moto, moyo wa huruma ndio maji ya kweli. kesho yake Kijiji kiliamka na mshangao. Mzee Magoha alisimama mbele ya watu, machozi yakimtoka. Nimekosea, niliwahi kufungwa na kiburi na wivu, lakini kijana huyu amenionyesha maana ya utu. Akapiga magoti mbele ya umati. Kijiji kilishangilia, wengine wakalia kwa hisia. Kito akasema, tusianze upya kwa chuki, bali kwa upendo tujenge kijiji chetu kwa mioyo safi. Watu wakapaza sauti kwa pamoja, umoja ni nguvu. Miaka mitano baadaye, miaka ikapita, kijiji cha Mtoni kiligeuka kuwa mfano kwa vijiji vingine. Shule, zahanati na bustani za kijani vilionekana kila kona. Watalii walifika kuona kijiji kilichozaliwa upya na moyo wa maskini. Kito hakuwa kijana tena, bali mtu mzima aliyejaa hekima. Alijulikana kote kama shujaa wa Mtoni, lakini kila alipohojiwa, alitabasamu na kusema, si mimi peke yangu, ni nguvu ya wote. Maisha ni shamba la pamoja. Na hapo ndipo sehemu ya tatu ya simulizi hili inafikia tamati. Kutoka maskini asiye na kitu hadi shujaa aliyeinua jamii yake, Kito ametuthibitishia kuwa nguvu kubwa hazimo mfukoni, bali moyoni. Methali husema aliyekwenda pole hufika salama. Uvumilivu, wema na upendo Vinaweza kugeuza dunia ndogo kuwa mahali pa amani. Asante kwa kusikiliza hadi mwisho. Usisahau kufuatilia sehemu ya nne ya hadithi hii kupitia Tunu za Kiswahili, mahali ambapo simulizi hubeba maisha. Subscribe, toa maoni na shiriki hadithi hii ili ujumbe wa matumaini uwafikie wengi zaidi.